Mwanafunzi na karibu katika somo letu la leo. Tunaangazia marudio katika Nguu za Jadi, na tunaangazia ufanisi wa mwandishi kimsuko kupitia njozi au ndoto, a, jinsi wahusika wafuatao wanavyofanikisha kauli iliyopigwa mstari katika dondoo, na jinsi mwandishi wa riwaya Nguu za Jadi ametumia nyaraka au barua kuchimuza maudhui katika riwaya. Mwandishi ametumia ruia njozi au ndoto kwenye ukurasa wa na mbili na tunaona hapa ni wakati Mwangwasha anaota kuwa anakimbizwa na jinyama na kupitia ndoto hiyo vipengele vifuatavyo vya ploti vinajitokeza. Kwanza tunaona wahusika, tunatangulizwa wahusika kama vile lile jinyama au auakawa mhusika kama huyu anajengwa. Na kupitia ndoto tunakuja kufahamu mustakabali wa Mangwasha anapokabiliana na jinyama na kuliangamiza. sawa sawa. Pia kuna tendo la jinyama kumkimbiza Mangwasha na kutoa sauti, na linamtisha Mangwasha kumwogofya na kumkimbia na kukimbia zaidi. Pia tunaona ndoto inajenga mgogoro kati ya Mangwasha na lile jinyama. Tunaona Mangwasha akitaka kujiokoa na jinyama likimkimbiza kwa kasi. Pia tunaona kwamba kuna mgogoro kati ya utu na ubahaimu, na tunaona Mwangwasha akisimamia utu na lile jinyama linasimamia ufisadi na hongo. Tunaona kupitia ndoto mbinu mbalimbali mbali za kimuundo zinachimuzwa kama vile taswira, masimulizi, hadithi ndani ya hadithi, na pia ruia yenyewe au ndoto yenyewe ni kipengele cha ploti, kwani mwandishi anatumia kutoa muktasari yanayotendeka maishani mwa Mangwasha. Pia tunaona kupitia ndoto hii mandhari dhahania ya ndotoni yanajengeka au yanakuzwa kupitia ndoto hiyo. Hatima ya jinyama inajitokeza wazi, kwani Mangwasha analitupia jinga la pili la moto linalomteketeza baada ya kukwepa jinga la kwanza la moto. Na mwisho, kupitia ruya hiyo, usuli wa Mangwasha kukimbizwa na jinyama unajitokeza sawasawa. Lilikuwa likimwandama na hata kutumia pesa. Uh, swali so la pili: mambo yalianza kumwendea mvange. Hakuja, hakujua kwamba maisha ni kupata na kukosa, kushinda na kushindwa. Leo unabembea katika vilele vya ufanisi, kesho unavurumishwa kwenye kinamasi cha tope. Fafanua jinsi wahusika wafuatao wanafanikisha kauli iliyopigiwa mstari ukirejelea riwaya Nguu za Jadi. Kwa hivyo kauli ambayo imepigiwa mstari leo unabembea katika vilele vya ufanisi kesho unavurumishwa kwenye kinamasi cha tope. Haya, tutaanza na mhusika Lonare ambaye tunaona kwamba awali biashara zake za usafiri wa magari zilikuwa na ufanisi mkubwa, lakini zinaanza kusuasua pale ambapo Mtemile suli na Sangilu wanapanga jama ya kushika malori yake na kuatoza madereva faini kubwa. Pili, awali anakuwa na uungwaji na uungwaji mkono mk kubwa anapofanya kampeni za vuguvugu la ukomboa la kukomboa waketwa wa, lakini hata hivyo wafuasi wake wengi wanamuacha na wengine kutamauka anapopotea ghafla. Pia tunaona awali afya yake ilikuwa nzuri tena imara alipokuwa akifanya kampeni. Hata hivyo anapopatikana akiwa amedhoofika sana kiafya baada ya kupotea kwa siku kadhaa. Pia tunaona kwamba awali alijitosa katika siasa akijitolea kwa mbivu na mbichi kuokoa na matuo. Hata hivyo Mtemi Lesulia anamteka nyara na kumuumiza vibaya. Haya. Musika wa pili ni Ngoswe ambaye tunaona kwamba awali anachuma mali kwa kuuza mihadarati shuleni vioni na magerezani, lakini hata hivyo haya yanakoma Lonare anapomhusia. Pia tunaona kwamba awali alikusanya pesa zilizopatikana kwenye ukusanyaji wa kodi na ushuru wa mashamba ya Mtemi Lesulia aliyotumia katika pombe na anasa, lakini baadaye anakatizwa anapojiunga na Lonare. Anawekeza katika majumba ya NASA na kubadilisha wanawake kila uchao awali, hata hivyo, baada ya Lonare kumkataza, anayefunga madanguro yote. Pia tunaona awali alikuwa rafiki mkubwa wa Mtemile Sulia, lakini usuhuba huo unakatizwa anapokataa kuhusika katika uhuni wa Mtemile Sulia, hivyo anamsawiri kama msaliti. Pia tunaona kwamba Ngoswe alikuwa na mahusiano mazuri na Sangilu. Hata hivyo urafiki huo unakoma anapomweleza mashauri kuwa Sangilu anamwendea kinyume, hivyo kumfanya aitwe msaliti. Na tunaona mwisho Ngoso alionea fahari kuwa mwana wa Mtemi Lesulia. Hata hivyo, baada ya Sangilu kumweleza kuwa ni mwanawe, anaingiwa na mafadhaiko. Uh, mhusika mwingine ni Mashauri na tunapata kwamba ana hela nyingi za kuuza vipusa vya ndovu ng'ambo. Eh, baada ya kuuza eh, ndovu ng'ambo na kuathiri utalii. Hata hivyo, baada ya kukosana na Sangilu anaacha kazi hiyo haramu, hivyo kukosa hela. Tunaona anapewa mamlaka mengi anayotumia kuzima kesi zinazofikishwa kotini kumhusu, lakini baadaye watu wanaishia kumchukia katika hila hizo. Pia tunapewa, anapewa kazi kuwa msarifu wa majengo taria, kazi anayoifanya kwa kubomoa majengo ya watu. Mwishowe wananchi waliobomolewa manyumba wanaishia kuwa na hasira na kumchukia pia. Licha ya kuchumbiana na Cheia analazimika kuachana naye baada ya Sangilu kumwendea kinyume na kumla kivuli. Na mwisho tunaona kwamba licha ya Sangilu kuwa babake na walikuwa na mlahaka mwema, anaamua kuvunja mahusiano yake na babake Sangilu baada ya Sangilu kumla kivuli. Swali la tatu: mwandishi wa riwaya Nguu za Jadi ametumia nyaraka kuchimuza maudhui thibitisha. Na hapa tutaangazia nyaraka tatu, na kwanza tutazingatia nyaraka au barua ya mwanamke asiyejulikana kwa Mrima na maudhui yafuatayo yanajitokeza. Kwanza tunaona usaliti. Mrima anafuata utashi wa moyo wake na kujihusisha katika mahusiano nje ya doa. Pili, tunaona kuna ufuska. Mrima anajihusisha katika mapenzi nje ya ndoa na huyu mwanamke. Pia kuna ubadhirifu. Mrima anatumia pesa zake kunufaisha wanawake ama kufurahisha wanawake, lakini hawezi kukidhi mahitaji ya pale nyumbani. Pia kuna unafiki. Tunaona licha ya kufahamu kuwa Mrima ameoa, mwanamke huyo anajihusisha naye kimapenzi bado. Pia kuna tamaa. Mrima anafuata utashi wa moyo wake na kujihusisha katika mahusiano nje ya ndoa. Kuna mapuuza, Mrima anafuata utashi wa moyo wake na kujihusisha katika mahusiano nje ya ndoa. Pia tunaona kuna ubinafsi wa Mrima. Kuna ufisadi, na pia kuna maudhui ya ndoa, ambapo tunaona kwamba Mrima amemuoa Mangwasha. Barua ya pili ni kupitia barua ya kustaafishwa kwa Mangwasha na Chifu Mshabaha, na maudhui yafuatayo yanajitokeza. Maudhui ya kwanza ni unafiki, licha ya Mangosha kuwajibika kikazi Chifu Mshabaha anamfuta kazi. Pili ni ukabila, Chifu Mshabaha anamfuta kazi Mangosha kwa vile yeye siwa kabila lake la Wakule. Pia kuna tamaa, tunaona kwamba Chifu Mshabaha anamwachisha kazi Mangosha kwa vile aliweza kuwa na ari ya kuajiri tarishi wa kabila lake. Pia kuna ubinafsi, licha ya Mangosha kuwajibika kikazi anampiga anam, kalamu kwa misingi isiyo na haki. Pia kuna usaliti licha ya Mangwasha kuwajibika kikazi Chifu Mshabaha anamfuta kazi na ha, pia kuna mapuuza ufisadi, unyanyasaji na pia udikteta wa chifu Mshabaha. Mwisho tunapitia barua ya ubomozi wa majengo alizorudufisha Mangwasha baada ya kuzichukua ofisini mwa Chifu Mshabaha. Kwanza tunaona ukabila unajirudia tena, waketwa kama Mangwasha wanahitajika kufurushwa kutoka mji wa Matango. Pia kuna udikteta, tunaona viongozi kama vile Mtemi Lesulia wanaopaswa kuwalinda wananchi ndio wanaokuwa kwenye mstari wa mbele kuwafurusha Mangwasha na wenzake. Pia tuna maudhui ya tamaa kwa keto, kama Mangwasha wanahitajika kufurushwa kutoka mji wa Matango ardhi yao kunyakuliwa na vigogo. Pia kuna unyanyasaji, tunaona viongozi kama vile Mtemile Sule wanaopaswa kuwalinda wananchi ndio wanakuwa kwenye mstari wa mbele kumfurusha Mangwasha. Na mwisho tuna ubinafsi ambapo tunaona viongozi kama vile Mtemile Sule wanaopaswa kuwalinda wananchi ndio ambao anataka kunyakua ile ardhi. Pia kuna unafiki mm -hmm. Pale hiyo hoja tu, viongozi kama vile Mtemile Sule wanapaswa kuwalinda wananchi, lakini ndio wa kwanza wafurusha waketwa. Pia kuna maudhui ya ufisadi ambapo viongozi kama vile Mtemile Sulia wanawafurusha mangwasha na wenzake kupitia kutumia vijana vibaya. Kuna unyakuzi wa ardhi, kuna mapuza na usaliti, ambapo tunaona Mtemile Sulia na viongozi wengine wanawasaliti wananchi wa ile nchi ya Matuo, na kwa hayo na kutakia kila la heri. Hadi wakati mwingine, usisahau kulike na kusubscribe. Shukran.